Kama ambavyo tumesema we ndio mwenye TARURA na Chama cha Mapinduzi kinakuomba kwa namna ya pekee utusaidie kutengeneza barabara hii ambayo kutoka kule Mabogini mpaka barabara kubwa ni kilomita 31. Wananchi wanapata adha ya kusafirisha mazao wa yao, wananchi wanapata adha ya kuwasafirisha wagonjwa, lakini wananchi hawa wanapata pia adha wakati wa mvua, hawawezi kutoka majumbani mwao. Mheshimiwa Waziri, tunajua ya kwamba hujawahi kushindwa na jambo, hata hili nalo, Mheshimiwa Waziri, tukukabidhi kwa mara nyingine yaani, wananchi hawa waliposikia unakuja wakasema leo angalau roho zetu zitapona kwa kumwona tu Mheshimiwa Mchengerwa ambaye ni suluhisho la matatizo yao leo hilo. Lakini kwa namna ya pekee lile swala la wakulima ambao kwa sasa maji yanamiminika kwa wingi kwenye eneo hilo, na maji hayo yanatoka kule Mto Rau huko juu yanakuja huku, Mheshimiwa waziri ni kuombe ili swala nalo ulichukulie kwa uzito unaostahili ili wakulima hawa ambao wanatumia hela nyingi kulima na baadaye mazao yao kwenda na maji waweze kuvuna vizuri chakula kutokana na, na maji hayo kuzuiliwa. Halmashauri zote saba kila mwaka mnapokea bilioni thelathini na nne halmashauri zote saba sasa. Mimi na ninyi tujiulize, kama tunapokea bilioni thelathini na nne itatosha kujenga barabara za halmashauri zote saba na barabara, na barabara hii ya Mabogini kwenda Kale kwenda Chekelei tutaweza <tutu> kuijenga. Kahe magharibi na Kahe mashariki tutaweza kuijenga kwa miaka mingapi, kama kila mwaka tunapokea bilioni thelathini na nne kwenye halmashauri zetu zote saba? si mmenielewa vizuri, au unaongea peke yako? <tutu> Kwa hiyo tukasema tuje na mambo mawili. Kwanza ni kilio ambacho Mheshimiwa Diwani amekisema hapa, kuna madaraja yanaleta changamoto, yanahitaji kujengwa. Lakini kuna maeneo ambayo nimeshuhudia mwenyewe, kuna mito, kuna mabwawa makubwa ambapo pengine gari zetu haziwezi kupita kwenye maeneo hayo au uone mwenyewe. Maelekezo yangu kwa mtendaji mkuu wa Tarura, ni naye hapa ni lazima hayo madaraja yote tuyajenge mara moja na tuanze sasa, sasa. Sio mwaka ujao wa fedha. Mwaka ujao wa fedha unaanza tarehe ngapi? Tarehe moja Julai, sio? Kwa hiyo tuanze sasa. Nikiondoka hapa, maana yake zabuni hizi zitangazwe tulete fedha na barabara hii tuinyanyue, tuweke tuta, tunyanyue iwe juu, tujenge mitaro maeneo yote ambayo yanataam Kwa kufanya kazi hii tutahitaji tuwe na shilingi bilioni saba, bilioni saba. Shilingi ngapi? Bilioni saba. Sasa mimi nakuelekeza mtendaji wa TARURA alete hapa Kahe magharibi, mashariki pamoja na Mabogini, bilioni saba kuijenga kuikarabati barabara hii iweze kupitika wakati wote.